Tulizungumza mambo ya mtaalamu. Na mganga bidi hapo mwanangu, ijtae tuende zetu wapi? Kwa mtaalamu ili safari yetu tambe moto kwa mm. sababu bila kupata tiba wanawake historia yake tu ansitule mm. niliwahi kuipata enzi hizo. Hatari. Mm. Sa, mwanangu mikuwa na jambo moja, au na wazo moja. Wazo gani? Unajua kabla ya kwenda kwa mganga kajua, mm. kuna mdrea hapa kijijini mimi ni mkubwa anaelewa kila kitu, na, na mara nyingi huwa anafanya fanya matambiko ndio unampata ule mzee yule, bibi yule, yeah. Kwa hiyo hata tujenda huko na a, kwanza kwa ule mzee, ndio asabu mkubwa siku zote dawa anatuelekeza vitu vingi sana, kwa sababu yeye anaishi kwa <coughs> mrefu na anaelewa mambo mengi. Basi hilo limeisha, lilishaisha mm.

Bibi, sisi tumekuja hapa juku zako mm -hmm. Tumekufuata ukiwa kama wewe ni mzee wa hiki kijiji mm -hmm. Unafahamu mambo mengi sana mm -hmm. Kwa hiyo tukasema sio vibaya kuja kwako mm -hmm. Kwa sababu si kuna taarifa tumeipata kwamba kuna msitu mmoja unaitwa Tegere mm huko -hmm. Huko huo msitu una mali mm -hmm. Nasikia kwamba si kuna jiwe la dhahabu mm -hmm. kwa hiyo rafiki yangu hapa ndiye ndi ambaye ame, amenipa huu mchongo mm -hmm. au hii taarifa kanifikisha yeye, kwa hiyo mm -hmm. mm -hmm. Sasa haya mambo ya misituni, tukasema kwamba hatuwezi tu tukatoka hapa moja kwa moja tukaelekea huko bila kufika kwa mzee kama wewe ambaye unafahamu vitu vingi sana. Inawezekana huo msitu kaa ni msitu ambao wa ajabu mm, watu labda wa wakienda huko wanapotea na nini hatuelewi, kwa hiyo tukasema tufike kwako, mzee wetu, utuelekeze kuhusu huo msitu na utupe njia za kupita, tukifika huko basi tuone ni kufanikiwa. Nimi kusikieni wajuku zangu, kwa msitu huo wategele munataka kwenda hmm? Msitu kweli una mali, una dhahabu hmm. Lakini huo msitu wajuku zangu, mbaya kweli kweli. E, na watu wamepotea msitu huo na nyinyi munakwenda, munaweza kufanikiwa, lakini kwa mashiraiti. Na wenzao wamepotea kushindwa mashiraiti, na nyinyi mkishindwa mashiraiti mm, munaweza kwenda sivyo, ila mchukue mashiraiti huko, na mashiraiti unavokwenda huko kuna mashiraiti kwanza. Mm, usivute sigara. Yeah, la pili Usipokee simu na usipigiwe simu, usipige simu uko no. Lakini mukiachukua masharti hayo, mm. mutafaulu. Sisi tumekuelewa vietu, mm. mm. au masharti ambayo Kiroba nadhani mm. Kiroba ndio, ah, masharti umasikia mm. ah. kama livyosema mm. amna kupokea simu wala na isitoshe, si watu wengine. Sisi tuna akili zetu, kuna watu ambao ambao tunao mm. tunaweza tukazuia tuka neno la simu, naweza tukazuia tukaambia, jamani, tunakoenda huko tusichukue simu na tukafaulu, kama alivyosema ana mtaji sigara, kwa tutaenda salama na tutarudi salama. Kwa hilo tu mimi, sisi tumekuelewa mm. yeye, kuna lengine lingine kwangu mimi kwenye msitu mkubwa kukuna mbuyu huo mm. mbuyu huo mm. mutapopita una mambo mambo. Lakini nyinyi mm. piteni mwetu zenu mm. Tupite, eh piteni tu lakini pana mambo lakini yeah. Piteni ila wakati wa kurudi muweke mm. shilingi hapo kwenye mbuyu. Kama mujaweka shilingi mm. safari yako kwenye msitu hata huyu mmoja Arudi, no. Eh. Wale kuna mtihani katika eh, mdogo mkubwa oh, wakati wa kurudi ushafanikiwa. Watuka tuweke shilingi. Shilingi tu muweke shilingi tu mkiweka, mm. Hiyo hamna matatizo ai kama mjaweka mm. msafara hata atau mmoja arudi hivi uh. Si tumekuelewa tumekuelewa vizuri yani. sana kila ambacho umetuelekeza nikinoti kichwani na tutafatisha, yeah. vitu ambavyo hey, vyo Eh, mujitahidi yeah. kwa msitu wa Tegere, na mwenyezi Mungu na mtume mtaudi kwa usalama, wajuku zangu, amina. Mwenyezi Mungu atutangulia katika basi. Sisi bibi, si tunakuacha tunarudi nyumbani. Haya, asante, ombeni Mungu, tunaomba Mungu na safari yetu. Mwenyezi Mungu akipenda kesho sisi tuna mondoka zetu, akujalieni salama, mpeni Mungu wajukuza, amina, amina.

Saa hizi mama vipi hapo, umeshindaje? Na mimi nimeshinda vizuri tu mama. Hapa nimekuja kukuaga bwana, kuna kazi, kuna jamaa amekuja hapo mtaani, kaja kuniambia kwamba kesho, Mungu akipenda, kuna safari mm. ya kwenda msituni. msitu wa wapi? msitu wa Tegele. Tegele? huo eh. mnaenda kufanya nini? Kuna kazi tunaenda kuifanya hmm, kwa msitu wa Tegere ninavyosikia. Manake nasikia msitu wa Tegere yani mbaya, kwa hivyo huko mnakutaka kwenda huko, naona sijui kwa mimi yani sielewe, lakini kwa sababu msitu huo ninavyosikia, kuna baadhi za watu wanaenda huko, wanavyoenda huko kuna masharti nini? Ni kutoe ofu kwa kuwa kitu tunachoenda kukifanya, mm. sio kibaya na kwa mujibu wa jamaa ule alivyosema, mm. kasema tunaenda leo tunarudi kesho. Kesho tukirudi, kuna kiasi cha pesa atatugea, kila mtu atatugea elfu hamsini hamsini. Kuona maisha yenyewe alivyokuwa magumu, haya nikaona bora nikubaliana naye tu kuenda huko. Kesho asubuhi tukirudi Ukipata elfu hamsini nijua naendeleaje na maisha. Sawa, mwanangu, mimi nimekuruhusu. Kwa hivyo wewe waangalifu, kwa sababu msitu, unaposikia msitu, una matatizo mbaya. Kwa hivyo mimi nakuambia dua tu mwanangu, uende salama, urudi salama, uachnda kichukua Mwenyezi Mungu. Ukipate mrudi salama, kwa sababu msitu unatisha. Maana kuna watu wameenda huko mm. kuna wengine wamepata matatizo, kuna wengine wamerudi, kuna wengine hawajarudi.

Basa, mama, kama Mungu akijalia kesho, Mungu akipenda, nikipata chochote kitu nitakuja kukuachia. Ah. Mwanangu kesho naenda kwa msitu wa Tegere sitakuaje aamsita matatizo apataku

tujapata wengi kusema hapa, wale tuliowataka mna, tunawapata kama watano, sio mbaya, kwa sababu wakiwa wengi na mgao unakuwa mwingi ale wapatikana naw